Zaidi tunazungumza nyumba za bei nafuu. Tunayemlenga hapa ni kijana ambaye leo anaanza maisha, ambao wanaishia huko kwenye nyumba za kupanga chumba kimoja. Vijana wetu leo wana mambo chungu mzima, lakini akipita hivi, shangazi anamtizama kwa huku, akipita hivi, huyu anamtizama kwa huku, mara watu wakae nje, wangojeo kijana kapita na nani, anamtoa saa ngapi, eh. Kwa tunalenga vijana wetu wa kike na wa kiume wanaoanza maisha leo. Vijana hawa wanamaliza shule, wanamaliza chuo, wanapangiwa kazi. Anapangiwa kazi kwenye mikoa tofauti mbali sana na nyumbani. Akifika la kwanza anahangaika kutafuta nyumba kwa wapangaji. Anakutana na watu wa tabia tofauti. Anakutana na mambo mbalimbali. Sasa ili kumpa raha afanye kazi yake vizuri, ni vyema kule anakokwenda akute kuna nyumba inamsubiri, kazi yake kuomba, aambiwe nyumba yako hii, lipa kodi hii hapa, ni nyumba ya bei nafuu. Unapata nyumba, unakaa na unajenga maisha yako vile unavyotaka mwenyewe. Kwayo sera hii tunamwangalia kijana wa leo kwenda kwenye utu uzima kesho lakini tuna malalamiko makubwa tu ya walimu na watumishi wa afya wanakokwenda kule, inatulazimu serikali sasa kuhangaika kutafuta pesa za kuwajengea nyumba. Lakini kumbe shirika letu la nyumba lingepata fursa hizi kwa kushirikiana na private sector, wakenda wakajenga kule. Mwalimu popote anapopangwa ana uhakika nyumba ipo, nyumba ya maana, nyumba anayoweza kuishi na kufanya maisha yake na mtumishi wa afya hivyo hivyo, na watumishi wengine hivyo hivyo. Kwa hiyo sera hii tunajielekeza huko, tupate washiriki wazuri na shirika letu la nyumba, na miradi hii ifanywe kwa kiasi kikubwa.